Mambo vipi mwana sawa sawa digital, niko na story moja ambayo kidogo itaweza kukushtua kidogo, na hii ni mara baada ya kuweza kutokea eh, tukio la mauaji. Sasa huyu mshikaji bana anafahamika kwa jina la eh, Karmelo Anthony ambaye anakabiliwa na shtaka la mauaji kwa kutu, eh, kwa kutumia kumchoma kisu au kutumia kisu kuweza kumchoma kijana ambaye alikuwa na umri wa miaka 17 ambaye alifahamika kwa jina la Austin Metcalf ambaye ameweza kuachiwa eh, kwa dhamana mara baada ya kiwango hicho kuweza kupunguzwa kutoka dola milioni moja hadi e, laki mbili na nusu hizo dola sasa, ambazo inatakiwa azilipe mara baada ya kuweza kupata e, mdhamana sasa. Kwa sasa yuko chini ya kifungo cha nyumbani e, akiwa na kifaa cha kumfuatilia e, ambacho kinafahamika kwa jina la ankle monitor ambayo akisubiri tarehe ya kesi yake. So mshikaji ameweza kuachiwa kwa dhamana lakini kuna kifaa ambacho pia amewekewa kwamba huku eh, akiwa anaendelea kutumikia kifungo chake kitakuwa kinaendelea kumtafuta. Huenda labda kataka kutoroka au kataka kuondoka. So kifaa hicho kitaweza kumdhibiti na kumuonyesha kwamba sehemu gani yupo. Sasa, kwa mujibu wa taarifa za polisi, tukio hilo lilitokea baada ya Metcalf kumshika Anthony katika hali ya mzozo ambao eh, mashuhuda mashuhuda wa, wa, wa story hiyo, au mashuhuda wa, wa, wa tukio hilo waweza kusema kwamba waliona damu ikimwagika kutoka kwenye kifua cha Metcalf. Kabla hajafariki eh, mikononi mwa kaka yake ambaye ndio huyo mshikaji. Sasa, licha ya uzito wa tuhuma hizo, Anthony amepata eh, bwana uugwaji mikono uh, uh, unajua kwenye ile mikono kunakuna kuna kuna kuna vitu vinakuwa vinatokea. Sasa uugwaji wa ile mikono eh, mkubwa wao kutoka katika umma, kampeni ya kuchangisha fedha kupitia jukwaa la Give, Send, Go, imekusanya kiasi cha dola laki nne na elfu kumi na tano kutokana na mashabiki na wafuasi wake, hali ambayo imeibua mjadala mkali sana mitandaoni. E, watu wanashangaa kwamba mshikaji amefanya vitu hivi alafu then kuna baadhi ya mashabiki ambao wanamfuatilia au wafuasi wake wameweza kumchangia kiasi cha dola e, laki nne na e, kumi na tano watu, hey, sasa imekuwa ni noma sana sana. Kila mmoja anakuwa anashangazwa sana na kitendo hicho. Sasa wakosaji wanasema kuwa kuachiwa kwa, kwa mtuhumiwa wa mauaji makubwa kama haya kunapunguza imani kwenye mfumo wa haki, huku wafuasi wake wakidai kuwa huenda kwa upande wa pili e, wasimulizi hii na kwa Anthony atastahili nafasi ya kujitetea eh, mahakamani. Sasa, kadri ya tarehe ya kesi ambavyo inakaribia, jamii inaendelea eh, kugawanyika kati ya familia inayomwomboleza kijana wao aliyepoteza maisha eh, na kundi la watu wanaomuona Anthony Karmelo kama mtu aliyelelewa eh, vibaya au washikaji kuonewa. Bwana, washikaji wamekuwa na doubt sana kutokana na tukio hili mara baada ya kuweza kutokea, lakini sisi kama sawa sawa digito, tunakuletea updates, lakini pia taarifa mbalimbali kutokea katika mtandao wa kijamii, lakini pia sehemu yote ambayo unastahili kuipata endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu kama Instagram, Facebook, X pamoja na YouTube kwa taarifa nyingi kama hizi.